Your, your craziest experience, craziest experience? Craziest experience. My craziest experience. Yeah. Uh, my craziest experience so far, mpaka saa hii, nimefika. Nini ile ushaifanya wanze je, na ukiwa kwa nganya ushai Eh? Uku, kuenda na kanjo ka mpaka huko chini kanjo. <laughs> aliingia ndani ya dinga, anataka kubamba dinga kwa onatuwezi kubali ashikishe dinga, akaingia kaka huko ndani na sisi nae tukenda naye mpaka huko chini <laughs> mule nani kanjo eh, lienda naye mpaka huko chini mali si ubebea oh, oh, siat eh, aliwashika eh, akubamba dinga mm. Na sasa Ngaje kishiko na kanjo, prosesi ya kuitoa inakwa ngaje? Yaani yeah. Gari ikishikia na Kanjo, kitu ya kwanza kwanza ameharibu siku juu, ameharibu hesabu yote. Okay. Akisha ingia kaya hapa mbele, ni lazima mjie haombhabil ndio ashuke hapa mbele, unaona hiyo ashaharibu hesabu yote yeah. ya siku. Okay. siku